Karibu sana, jioni jema <coughs> mtazamaji wangu nakukaribisha sana, twendelee na masomo. Kama vile tumekuwa tukiogea mambo ya jamii, mambo ya kanisa, kwa sababu kama vile tunavyojua, uh, watu wanatoka nyumbani, wanaenda kanisani, ndio families wanaenda, wana create church, na kutoka kwa kanisa, makanisa mengi inatengeneza nation ama nchi. So tukiongea mambo ya familia lazima tujue hata hiyo yote tunaogea inagusa hata kanisa inagusa e, nchi. Na kwa hivyo, jioni ya leo e, ningetaka tuogee na wewe juu ya uh, yetu vile tunaendaga kanisa. Unaona, mtu anasema minaendaga kwa chashi hii, mi naenda kwa chashi hii gine, na kanisa ni denomination hiyo, hakuna shida, kule kote unaenda ni kusuri lakini kuna makanisa ingine unasikia, mimi naenda uh, kwenye service ya Kiingereza, naenda kwenye service ya Kiswahili, naenda uh, service ya Kikuyu, na kuna wengine wanaenda services mingi kulingana na, na, na mahali pale mnasomea chashi yenu. Na jioni ya leo kuna yale nataka tujue ni nini hiyo inatakaga kumaanisha ukisema unaenda for for Kikuyu service for hii ingine service tunajuaga kabisa ni nini tunasema, tunajuaga kabisa ni nini tunaenda kufanyiwa huko. Ndio najua wengi wenu wanajua, lakini tu jioni ya leo nataka tufanye nini, tujikubushe eh, ni nini tunaendaga kufanya huko. Na kwa hivyo kama kawaida, ili tuendelee, ni geoba tu tuwe na wakati wa kuomba, ili tumwalike naye Mungu uwepo wake ili aendelee na kutuelemisha aendelee na kutusaidia na tukienda tutembea pamoja na Mungu ataendelea na kutufundisha na kutujulisha mengi. Baba, tuwasema ni asanti jioni njema, asanti kwa sababu ya mtazamaji wangu ukiendelea Mungu wetu na kuogea nasi. Kwa sababu wakati ule tunasema tunaenda kanisa hatuendangi, uh, ati kukuta mtu ama kwenda kusaidiwa na mtu, tunaendaga kwa Roho wako Mtakatifu, kwa yule amesaidia kukaa huko na yule ameshaguliwa ili aweze kusaidia roho tunakuomba jioni njema, Mungu wetu wa mbinguni, wendelee na kutujulisha ni nini hasa tunaendaga kufanya kwa nyumba yako, na ukitufanyia hivyo sifa na shukrani sikurudia, na ni katika jina la Yesu aliye Mwamba na hata mkombozi wetu, amen. Majina ni Evangelist Lilian Wachira, na nikitaka kuanza niseme ya kwamba uh, kuna watu uh, pale wanafanyia kazi, wanatumia uh, machines kwa kazi zao machines ida ya kushona hii machi, machine ni mingi, ile inasaidiaga watu kufanya kazi. Na unaona kuna wakati inafikaga hizo machines zinaharibika, na huko ndani unaona haifanyi kazi vizuri, unaona pengine mtu anaita watu wale watakuja kufanya eh, hizo machines service kuna mwingine anaweza akatoa hiyo mashini yake ikiwa sio pengine sio kubwa, anapeleka mahali kwa wale wanafanya those machines uh, uh, repairs wa yeye ifanywe uh, uh, service, ili ifanye kazi mzuri. Na niseme ya kwamba hata magari pia, magari ya aina yote ikiwa ni kipikipi kipi, ikiwa ni magari ya aina yote, nayo pia unasikia mtu akisema, nataka kupeleka gari yangu kwa service na Tukijaribu kufikiria vile zikipelekwa huko zinapelekangwa zikiwa na mashida gani. Kwanza ndikirudi tu tu nishike tu tuseme ni kama gari. Gari waweza ukaona ya kwamba ukisikia mwenyewe anasema, mwenye hiyo gari ati nataka kupeleka gari yangu kwa service, unaona. Wakati mwingine umeshawahi sikia magari kitembea huko kwa barabara, waweza hata ukajiuliza, eh, hey, kwani ni wakati wa safari wale kwa sababu hiyo gari inangorota, ile sauti inatoa hata inasumbua watu pale inapitia, hiyo makelele ya hiyo gari, hata wewe unasikia, hata wale wako around wanasikia, hiyo gari inawasumbua kwa sababu ya vile inatoa hiyo sauti baya, vile inangorota. Sasa inapelekwa kwa service, inaenda inafunguliwa, inafunguliwa, inaonekana kule shida iko, inatengenezwa. Magari nyingine unaona ikienda kwa barabara ikikuta watu unaona watu wanatoroka. Kwa sababu ya nini? Zingine zinatoa hata moshi mingi sana, moshi inaenda inafunika watu kwa barabara, hata ikipita, hata bila huyo mwenye gari kuulizwa, watu wanaona hii gari iko na shida na, na. Kwa hivyo anaipeleka kwa service, pia nayo inaenda inaangaliwa na wale wamepewa hiyo hekima ya kujua ni nini ki, ki, kiko shida na shida na hiyo gari inatengenezwa. Ile ingine ni umeshawahi bebwa na gari Pengine ukitoka kwa kwa mahali moja kwenda ile ingine. Najua we, wengi wetu tumeshawahi e jikuta hapo. Unabebwa na gari, unajiuliza nitafika lini pale ninaenda. Kwa sababu e ya ile makerere iko ndani ya hiyo gari. Korokoro, korokoro, korokoro mingi sana. Hata unasikia hata ukitaka hata kupiga simu, wewe ukaongea na mtu kwa sababu ya hiyo makerere. Mm-hmm. Iko kwa ndani kwa hiyo gari. Zingine unaona. Uh, zingine hata brakes hazina unasikia, zinaua watu eh, kwa e, barabara, kwa sababu hasina break. Ina, u, mwenyewe akianza kuendesha aliyasha ikiwa na break, lakini kwa wakati huo wa kuendesha inajifugua yenyewe inakosa break, unasikia ime mwaga watu kwa mto kwa, kwa e, wengine wamemwaga na huko kwa barabara wamekufa wengine wameumia, kwa sababu ya nini? Ya kukosa break, kwa sababu hiyo gari iko na nini, pia iko na shida. Wengine ingine waweza ukaiona hmm? kule inatembelea kwa barabara eh, unaona vile inaenda inamwaga, ni kama maji na ni oil inatoka na huko ndani inamwagika, mambo mengi inakutaga eh, those machines. Lakini kile nataka tuangalie jioni ya leo ni kwamba, unaona hiyo magari na hiyo hizo machine zote zinapelekwa wapi kwa surface, na kule zinapelekwa ni kwa watu nao ambao eh, wamesomea hiyo kazi ati ukienda umwambie gari yangu inangorota, gari yangu vile ina hata ukiigiza huko, akisikia hiyo makelele, hata kuuliza anything kwa sababu anajua hasa kabisa ni nini kinaisumbua, anaifungua. Na ukitoka na gari yako huko, inatoka ikiwa eh inyemenya masa vizuri, inaenda vizuri. Sijui kuna gari imeshawahi kubeba wewe? Mimi nimeshawahi kuwa na gari kama hiyo, unasikia hata ukibeba kuwa, from one stage to kule unaenda unajiuliza afadhali kama hiyo gari ilikuwa ina eda bere, ilikuwa kama ingekuwa ina eda bere kidogo, kwa sababu hiyo gari imenyamasa vizuri, inaenda vizuri kwa nyamasa, imenyamasa hakuna makerere, hakuna ile nini, moshi natoka na huko ndani unasikia hata wengine. Unaona watu wengine hata wanatapika wakiwa kwa gari kwa gari, kwa sababu ya hiyo eh? moshi inatoka na harufu baya, lakini kuna gari nyingine inakupeleka vizuri sana, hata huwezi ukasikia hata ikiwa barabara iko na mashimo huwezi ukasikia, inakupeleka vizuri sana hmm. Gari nzuri inakupeleka vizuri. Na wakati mwingine bwana, ukaona kule watu wanapeleka hizo uh, magari kwa, kwa service, waweza sikia mtu akiambia mtu, si upeleke gari yako yako mahali fulani. Unasikia mtu akisema, hapana, mimi sita, afadhali yangu ikae kwa nyumba kwa kwa muda, ama kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ile wakati itakaa, lakini mimi sitaipeleka na huko kwa sababu najua, pengine na nikaipeleka, iharibiwe zaidi. Mahali ukute magari hata imepanga line na watu, kwa sababu yule anafanya hiyo kazi hapo ni kama hajui. Hmm? Ni kama hajui, ni kama hako na hiyo hekima, nilipeleka siku nyingine nikienda siku moja ikaharibika tena. Kuna mwingine anasema nilipeleka huko hata ndio iliharibiwa zaidi. So, hata kule unapeleka for service mashini zako, mtu anajua ni mahali gani. Hmm? Ni mahali gani? So, eh, unaona ya kwamba mtu anajua hata na mtu anaambia mwingine eda mahali fulani, na utasaidika hapo. Ni kwa nini nasema hivyo? Pale mwanzo nilisema vile tunasemanga naenda service, for, for just service. Kule unaendaga kule unaendaga kote nchini na, uh, niseme tunapelekaga mioyo yetu for service kwa sababu ya yale tumekutana nayo, umekutana na uko na mastress mingi sana umekutana na hatred, umekutana na rejection, umekutana na stress kwa sababu pengine kasi yako iko chini sana. Umekutana na mambo mazito sana, ikiwa ni bibi na bwana, pengine ni vita kwa nyumba, hao ni watoto wanakusubua, ni maisha yamekuwa mazito, pengine ni afya, wewe ni mgonjwa ama watu wenu ni wagonjwa. Kwa hivyo ikifika on Sunday, hmm? ikifika on Sunday. unaona ya kwamba mtu ako tuna tunakuwaga tumekaa kama hizo magari na kwa hivyo ndivyo tunasemaga ha? Naeda for chance service, hmm? Uwede ukawe serviced kwa moyo wako, uwede ukutane na wale mloho wa bwana amewashagua, wale amewapa hekima na kuwajulisha spiritual kile kinasubua kila mmoja abaye atakuja for that service. Na kwa hivyo mkiingia kwenye hiyo mahali ya yes, hiyo service ida ni Kikuyu, ida ni Kiswahili, ida ni wapi kule kote, wewe unaedaga for for such service, unaenda unaona ya kwamba unaenda unakuwa serviced kabisa, hmm? Kabi, kabisa unaona, hata ukitoka huko hata utakaa wiki mzima hata utakaa kwa muda bila kuwa na, na stress ama ma depression kwa sababu uli, Mungu kule alikutuma, kule ulienda ulikuta watu ambao yani wako well prepared na Holy Spirit of God yule anajua kila mmoja anakuja mahali hapo, na kwa hivyo akaendelea na kufanya nini, akaendelea, akaendelea, akaendelea na na kuwatayarisha, kuwatayarisha. So unaona ya kwamba ukienda huko for that service, unaona utaona watu wale wanatoka wakiwa na furaha kwa sababu ya nini? Wamekuwa serviced kabisa, na kwa hivyo ni vizuri kuwa ukijulisa, ukitoka hata kwa nyumba, ukijulisa ama hata wewe uko ama uko prepared, ama moyo wako uko na kiu hmm? Uko na kiu ya kile umekosa. Pia uwe ukiombea hiyo mahali unaenda for service, unaombea wale unaenda kukuta, unamwambia Mungu, unaona ile ninapitia, wale nitaenda kukuta, wale umeshagulia, umeshagua wale ume umewapa Roho wako Mtakatifu ili aweze kuwasaidia kutufanya service ile inatakikana. Kwa hivyo uwe ukiobea ile mahali wewe unaendaga for service, wale ambao wanatumikaga huko, wale wanagojeanga watu wale wanakuja, ili wa, watumike na Roho Mtakatifu wa Bwana kuwafanya nini hiyo service, kwa sababu waweza pengine ukaenda mahali kwingine, naye wale unaenda kuwakuta wale wakupeana Uh, those services, pengine nao ama huyo unaenda kukuza na pengine ako na hata hakupata nafasi hata yeye ya kumwalika Roho Mtakatifu wa Bwana ili apewe tools. Unaona, ukienda kwa hizo uh, garages, garages, garages, kuko watu wanapeleka uh, magari yao um, uh, nini yao uh, for service ukiona, hapo kunapangiwa line, huyo anafanya hizo services Anakuaga na materials zote tools zote. Hata hii gari ikikuja na shida hii, niko na hiyo tools. Hii lori ikiingia na shida yake, niko na hizo tools. Hata ikiwa ni kipikipi ikiingia, tools za kuitengeneza za kuifanya service niko nazo. Na kwa hivyo, naye yule anajua, anakutwa na watu wengi on Sunday, ili awafanye service ya mioyo yao. Ni vizuri kuwa akukaa akikaa kwa maombi kukaa akiwa connected na Mungu wetu na Roho Mtakatifu wa Bwana ili naye aendelee na, na kumuongesea materials, tools za kufanyiza hiyo mioyo service. Ili kila mtu akikuja hapo na shida yake yoyote, huyu ako na huzuni kwa sababu ni mgojwa, huyu ako na huzuni watu wao ni wagojwa, huyu wako na huzuni, kasi yake imedidimia huyu wako na huzuni na madepression na stress kwa sababu ya haya na yale mengine, kwa, kwa nyumba yake kuko na differences. So hao wote ni wewe unaletewa, wewe umeshaguliwa. Na kwa hivyo hata wewe uwe ukijiombea ili Mungu awendelee na kukuongeza hekima na kukuongeza yani, hiyo kujua vile utafanya vile utawafanyia kazi kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu wa Bwana, ili hata wao wakienda nyumbani wataenda kama hawa. Unaona, mtu akitoka kwa hiyo gari, huko alikuwa amepeleka gari yake, ikiwa iliingia huko na makelele, akitoka aki nayo ikiwa imenyamaza anafurahia sana. Nasi tukipeleka roho, mioyo yetu, tukienda tufanyiwe kazi nzuri ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu wa Bwana akipitia kwa yule ameshaguliwa, hiyo siku watu wanaenda nyumbani wakiwa na furaha. Kwa hivyo ni vizuri we unaenda for service Ujiulise, ama vile ujiulise vile unaedaga ama unakuaga mmoja wako wake ukiwa ledi kupewa hiyo neno, ede ufanye service, ede nyumbani ukiwa na furaha. Na wewe watu wanakuja kwako wewe siku, service, we umeshaguliwa hiyo siku wakupeana hiyo service, nawe ujiulise, uko aje, ume prepare aje wiki hiyo yote juu ya ili roho wa Bwana aende na kuku, kuku, kufanyia kasi kwa sababu roho anaona wale wote atakuletea. Kwa hivyo ni wewe ready aende na kukufanyia kasi, ili nawe uwe na kile ah utapea e, eh, wale watakuja hapo. Kwa hivyo ni vizuri e, eh, kujiuliza wewe ukienda kwa for service unaidaga unaidaga nyumbani, unatokaga nyumbani ukiwa aje na ukirudi unarudi, una, una ukiwa aje? Ni vizuri ujiulise, ili ikiwa hawodi any difference wewe endelea sana kujiobea moyo wako na pia uendelee na kuombea wale ambao unaendaga kukuta, kwa hiyo uh, uh, surface ama kwa huyo kanisa unaendaga. Na Mungu ataendelea na kukutubariki na kutuonekania. Ni vizuri tujue tunaendaga for service, service ya mioyo yetu. Mungu akubariki sana, pamoja na mimi. Mungu tuwasema ni asanti, ni asanti kwa vile umekuwa pamoja nasi, umetuogeresha, umeendelea kutukubusha ni nini tunaendaga kufanya kwa nyumba yako. Tuwasema ni asanti. Hata saa hii Mungu wetu kuwa pamoja nasi. Hata jioni jema. Hata tukilala ulale pamoja nasi. Na ninakuomba. Hata ikifika siku nyingine tukutanishe na mtazamaji wangu. Tutashukuru na natu, tukuinue. Ni asanti kwa hayo yote. Umetunenea jioni ya leo. Na ni katika jina la Yesu. Alie mwaba, na hata mkombozi wetu. Amen. Amen. Amen. Tafadhali, mtazamaji wangu. Endelea na kusubscribe. Hiyo ni njia moja tu. Ya kunisaidia tu kuendelea na kwenda mbele na kwenda mbele kwa hii masomo. Mungu akubariki, endelea na kusubscribe na kucomment na kulike, na utabarikiwa. Asante sana.